Naam, karibu tena mtazamaji. Idara ya utabiri wa hali ya hewa imetoa onyo ya kushuhudiwa kwa mvua kubwa katika sehemu kadhaa humu nchini kuanzia leo hadi Jumatatu, na mvua hiyo ikitarajiwa kuanza kupungua kuanzia tarehe thelathini mwezi huu. Miongoni mwa maeneo yaliyotahadharishwa ni pamoja na Bonde la Ufa, Ziwa Victoria na eneo la Pwani. Wakazi wa maeneo hayo wametakiwa kuwa makini kutokana na uwezekano wa kushuhudiwa kwa mafuriko. Huku wa Kenya wakisubiri kuukaribisha mwaka mpya, idara ya utabiri wa hali ya hewa imesema kuwa mvua kubwa itashuhudiwa siku chache kabla ya kuukaribisha mwaka mpya. Idara hiyo imesema kuanzia leo saa tisa alasiri hadi tarehe 30 saa 9 alfajiri mvua kubwa itashuhudiwa katika maeneo kadhaa, huku matarajio ya mvua hiyo yakiwa ni ya asilimia 66. Aidha, idara hiyo imebainisha kuwa mvua hiyo inayozidi milimita 20 katika muda wa saa 24 inatarajiwa katika maeneo ya nyanda za chini za kusini mashariki. Tarehe 27 mwezi huu, mvua hiyo kubwa itaenea hadi nyanda za juu za magharibi na mashariki mwa Rift Valley eneo la Ziwa Victoria na sehemu za kusini za mwambao wa pwani. Katika maeneo hayo, kaunti zilizotahadharishwa ni pamoja na Migori, Homa Bay, Kisii, Narok, Kajiado, Makueni, Machakos, Nairobi, Kericho, Bomet, sehemu za kusini mwa Kitui, Taita Taveta na Kwale. Wakazi wa maeneo haya wametakiwa kuchukua tahadhari na pia kufuatilia taarifa za idara ya utabiri wa hali ya hewa. Kamchemenza dira ya magwiji.